Sasa bibi harusi anaenda kwa wazazi wake pia kuwapelekea zawadi hii ya keki, wazazi wa mume wake mtarajiwa. DJ Chris, msindikize tafadhali. Wazazi tusimame tupokee hapo. Haya sasa. Asante. Uh, haya kabisa sasa. Asante DJ, naomba uketi hapa eh, malkia wetu, waheshimiwa wazazi wangu wapendwa, binti yenu amefika kwenu, naamini mnaweza mkaa na neno mka la ukaribisho kwake. Kumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asalamu as alaikum waalaikum as salam mimi nafikiri leo kea mgeni kea mgeni